chi yetu imekuwa ikiungana na nchi nyingine duniani kuhakikisha kuwa tunaadhimisha siku hii muhimu ya wazee, na lengo ikiwa ni kuhakikisha jamii inajenga uelewa, kutoa hamasa wazee kuhusu kulinda haki, ustawi na masilahi ya wazee hapa nchini. Kwa niaba ya serikali itoe pongezi na niseme pia nimepokea pongezi za mwenyekiti wa baraza la wazee kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na niwahakikishie kwamba pongezi hizo zitamfikia, lakini pia tumepokea changamoto ambazo wazee imezitoa kupitia tenzi mbalimbali, kupitia nyimbo, lakini kupitia hotuba iliyotolewa na mwenyekiti. Bahati nzuri naya kwa katibu mkuu ambaye ndio tengenezeshaji wa sera amezisikia, na sisi serikali tunazichukua, na nikuombe mwende mkazifanyie kazi kwa ajili ya maslahi gashiriki. Kila mmoja wetu, bila shaka, anatambua kwa suala la uzee na kuzeeka, kama tulivyosema. Kwa maana hiyo, kuwa mzee ni fursa ambayo Mwenyezi Mungu ni mkarimu kwani sio binadamu wote wanaofikia uzee. Na kwa sababu hii nitumia nafasi ya leo niwaambie wazee mlioko hapa leo, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii, lakini vile vile kuwaomba wale wasio wazee, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kwawezesha kufikia uzee wenye uzee ulio mwema, ukashiriki kupitia kauli mbiu ya mwaka ishirini ishirini na tano nayosema wazee tushiriki uchaguzi kwa ustawi wa jamii yetu. ni bazi ya kupitia kauli mbiu hiyo, sote tunatambua ujumbe huu kuwa wazee wanastahili heshima, wa kuboreshewa mifumo yao mbalimbali ya ushirikishwaji na masuala mbalimbali ya kijamii na kitaifa, lakini kuwepo upatikanaji wa huduma e. Kwa hiyo nami niungane na kila aliyosimama tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu unatakiwa tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura ili tuchague serikali ambayo itaenda kufanyia wazee wetu katika jamii, familia, hata taifa. Wamekuwa walinzi wa imani zetu kuchangia nafsi hata kwenye misikiti na nyumba za ibada, utakuta wazee wao wanashauri wachungaji na maimamu. Lakini wamekuwa walinzi wa imani kwenye mila na tamaduni zetu hapa nchini, lakini pia wamekuwa walinzi wa mila na tamaduni. Ulipopita kwenye mabanda umeona unaelezea mbegu za zamani zinavyotii vyakula vinavyostahili lakini na mila nyingine ambazo ni chanya na zinatofautisha na kumtambulisha Mtanzania katika upekee duniani kote. Lakini wazee hao walikuwa washauri kama nilivyoeleza, hata Mheshimiwa Rais anawaheshimu pale iku wametekwa wazee wa mshauri. Lakini katika nyanja mbalimbali wazee wamekuwa wakitushauri. Wazee hawa wamekuwa wakatamishi wanapokuwa na migogoro nani lakini wazee hao wamekuwa walezi wetu totu na viyukuu na katika eneo hili michangirasi nitoe haya kwa vijana, kwa jamii kwamba kama wazee wamekuwa wakitulea, basi na sisi tuwatembee mena, tuwakumbuke. Sio tunakimbia mijini, tunakaa mijini, tunarudi majumbani wakati wa misiba na wakati wa matatizo, hapana. Ndio utamaduni tunapokuwa kwenye utafutaji vipato, na hata watoto wetu tuwapelekwe kwa wazee wapate maadili wa maone, tukijua kwa kufanya hivyo tunatengeneza kizazi cha kesho kuja kutufaa na sisi wakati wa uzeeni.